Karibu mtazamaji na usikose kuungana nami hadi tamati mwa taarifa zetu. Naitwa Khadija Mwinyi. Ziara ya siku tatu ya Papa Mtakatifu Papa Francis imekamilika hii leo baada ya kutamatisha malengo ya ujio wake humo nchini. Ziara yake ya siku ya leo ilianza katika kanisa la Saint Joseph the Worker Parish lililoko katika eneo la Kangemi jijini Nairobi, na kisha kuelekea katika uwanja wa michezo wa Safari kwa Mkasarani ambako alikongamana na maelfu ya vijana. Mwanahabari wetu Bright Mandodo na kina cha taarifa hiyo. Akihutubu katika kanisa la St Joseph the Worker jijini Nairobi, Papa Mtakatifu amesema kwamba viongozi wa dini mbalimbali mbali wanafaa kuwa kwenye mstari wa mbele kuwatetea maskini na wasiojiweza. Aidha, amelaani vikali unyakuzi wa ardhi na mabwenyenye huku akitaja kuwa visa kama hivyo vinapelekea mtafaruku baina ya wakazi wa eneo na hata vita baina ya wananchi. Hata hivyo Papa Mtakatifu amewapongeza kina mama kwa juhudi zao katika kuimarisha jamii haswa katika malezi bora ya wanao ikizingatiwa kuwa ndio viongozi wa baadaye. Baada ya ziara yake kutoka kanisa la St Joseph alielekea moja kwa moja hadi uwanja wa michezo wa Kasarani jijini Nairobi ambako amesisitiza vijana kukabiliana na changamoto za ufisadi na ukabila ambazo zimelaumiwa kwa kukwamisha maendeleo barani Afrika. Papa Francis hata hivyo amefananisha ufisadi na ugonjwa wa kisukari ambao mwishowe hutuumiza na kusababisha mauti, hivyo basi kuwasihi vijana kuwatazama watu wengine kama raia wa taifa moja. Papa Francis pia amezitaka serikali zihakikishe kwamba vijana wanapata elimu na ajira, kwani hii ndiyo njia pekee ya, peke ya kuwazuia kujiingiza katika makundi ya sokua na msingi. Baada ya kukutana na vijana huko Kasarani, alifululiza hadi uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, wakiwa wameandamana na Rais Uhuru Kenyatta. Papa Mtakatifu hakusita kuonyesha furaha yake, ishara kwamba ujio wake hapa nchini ulikuwa wenye faida kwa wengi. Katika sherehe za kumtakia safari njema, palikuwepo na mziki kutoka kwa watumbuizaji tofauti tofauti, na kisha ilipotimu saa tisa na nusu Papa Mtakatifu alipanda ndege kwa jina Shepherd One na kuelekea nchini Uganda. Nikiripotia habari za mwambao naitwa Bright Mwandodo.